za maandalizi ya maonyesho ya kilimo ya kimataifa ya Mombasa zimeanza rasmi huku maonyesho hayo ikitarajiwa kuanza mwezi wa tisa mwaka huu. Mwenyekiti wa Mombasa International Show Henry Nyaga amesema maonyesho hayo yataanza tarehe tatu hadi saba katika uwanja wa maonyesho wa Jomo Kenyatta Mukomani, huku wageni kutoka China na bara Europa wakitarajiwa. Aidha amesema tayari amealika zaidi ya maonyeshaji bidhaa elfu moja huku akiwa na imani ya waonyeshaji mia nne ambao watahudhuria maonyesho hayo ya hadhi ya kimataifa. Show inaanza tarehe 3 hata tarehe 7 mwezi wa Septemba, tutarajia kuwa na uh, exhibitors hapa zaidi ya 400, washiriki elfu moja lakini 400 tunajua kwamba watakuwa hao. Na mwaka huu naona kwamba kuna wale ambao hawajawahi kuja hapa wamesema kwamba watakuwa hapa na watakuwa na bidhaa za hali ya juu, kwa hivyo ni kila mmoja wetu awe na matarajio ya kuna show iliyo tofauti na nyingineyo Nyaga mesema ya yatakayo katika miaka iliyopita. Nyaga aidha amesema sekta nyingi zinatarajiwa kufaidika kupitia mafunzo yatakayotolewa katika maonyesho hayo. Show yetu huwa ni ya kufana sana kwa sababu yeah, yeah. Gretel, hapa huleta bidhaa vya hali ya juu sana. Huwa ni mambo mengi ya kiteknolojia, kilimo cha kisasa, na hasa watu wa Mombasa twasema kwamba tumeanza what we call urban agriculture, kilimo cha mjini ambacho wewe ukiwa mahali ulipo, hata nafasi ikiwa ndogo vipi, waweza fanya jambo fulani. Pia tunapa nafasi kubwa upande wa bahari yetu, na tumesema kwamba siku ya Ijumaa wa kisho ikianza, tutakuwa na siku maalum ya kusherehekea tu mambo ya bahari. Wale ambao wana vyombo vya bahari, teknolojia ya bahari, ndio msaidie CBOs zetu ambazo wanashiriki katika upande huo wa wa ya bahari. Kwa upande wake maneja wa mauzo katika kampuni ya unga wa Dola, Sharif Abdallah amesema, kwa sasa wanaendeleza marekebisho ya muundo msingi uwanjani humo. Tumeshiriki kwa kupa kubwa, yani, mbali na kwamba is a win-win situation sisi pia tuna ile kitu tunaita giving back to community. Kuna mambo ya racing ya baiskeli kuna mambo ya tumeingia kwa hapo kudhamini. Kuna mambo ya kuongeza vibanda huko, vile vilikuwa vinaonekana ki hali ya kizamani zamani, tumejaribu kuvileta katika uh, usasa, mambo ya kileo. Hata kibanda chetu pia nowadays iko kidogo digital, you can shop uh, right from your, uh, at your home. Yani just by, you have a smartphone, unaingia kwa app ya Dola, unaagiza bidhaa yote ya Dola na, na itakufikia na tutajaribu mwisho kumalizia ni kwamba tarehe tatu uh, Septemba mwaka huu tutakuwa kama wengine, tutashiriki na tutakuwa na bei bei bei bei sio kawaida, ina affordable bei ya chini kabisa, tuta tuta discount za Abu Jamal Said Commerce, kwa bidhaa zote Said. kutoka chamba za kwa upande wake ameelezea matarajio makubwa katika maonyesho hayo, huku akiwahimiza wafanyabiashara kutoka mataifa jirani kushiriki ili kushirikiana katika elimu ya kilimo biashara, moja ina promote uh, different kinds of innovations uh, katika ukulima uh, maonyesho ya kibiashara, na pili ni kwamba tunaona kwa sababu ni maonyesho ya kimataifa uh, tunajumuishwa na wafanyabiashara wenzetu kutoka nchi mbalimbali uh, tumeona kwamba ubalozi wa Uganda uko hapa uh, na tutaendelea ku uh, communicate ama ku reach out to our counterparts uh, Tanzania Rwanda uh, na nchi zingine pia international kuona kwamba wao pia wanakuja katika maonyesho kama haya waweze kuongeza tu rangi uh, na mbwembwe katika hafla kama hii uh, ili tuweze you know, kuweza kuiboresha katika miaka inayokuja. Ali Evincent, Benvin TV.